maujaji wa matumaini bwana asifiwe kwa ndugu zangu waislamu assalamualaikum na karibu kwa shairi langu la leo ambalo latoka katika zaburi tisini na nane kuanzia mstari wa tano hadi wa sita tena mstari wa saba hadi wa nane tena mstari wa tisa a mstari wa tisa na kitikio cha shairi langu nimekitoa katika mstari wa tisa huyu anayekujani niye muhukumu pia akihakikisha ni hakihukumu dunia. Anakuja kuhukumu dunia yote kwa haki, anakuja kuhukumu dunia yote kwa haki, anakuja kuhukumu dunia yote kwa haki. Amina. Nakushukuru mpenzi wa mashairi kwa kuiweka papa hapa kwa vipindi vyetu vyote vya mashairi. Na ukiwa unatufuatilia kwa mtandao wa chaneli ya YouTube na unataka kujua maneno ambayo tunatunga kwa mashairi yetu yote, unaweza kuiangalia kwa hapo, kwa sehemu ya maelezo utapata maneno kinagaubaga na unaweza kuitumia kuhubiri nayo mahali popote ulipo. Na kushukuru mpenzi wa mashairi. Amin, amin, amina.